Ladies and gentlemen, hey. He, he. Karibu sana kwenye Pepa Toku. Kumbuka tu ni siku nyingine tena ambayo tumekutana hapa kwa ajili ya kuchambua magazeti mbalimbali. Nipo na gazeti la Nipashe kukupasha habari. Mwananchi, gazeti la Uhuru, Habari Leo kama gwiji la habari na Mwana Sport. Kwa kuanza tuanze na gazeti la Nipashe. Habari kuu katika gazeti la Nipashe nasema Speaker sijatoa kibali wabunge kuojiwa. Tulisoma ile juzi kwamba wabunge wameitwa huko kuojiwa, asisitiza waendelee na uhuru wao. Ni baada ya ripoti kuhusu Shabibu na Kangi Lugola, waheshimiwa hawa kuhusishwa na TAKUKURU kuhusiana na michango yao uh, bungeni. Hiyo ni habari kuu katika gazeti la Nipashe, lakini makala maalum gazeti la Nipashe inasema aka <laughs> ukisikia tu Aa. A, kwenye gazeti hujue kimeumana. <laughs> anusurika asimulia, sasa hii asema akaa katika ndoa siku tatu aachika. <laughs> Kisa mekeketwa hiyo ndoa, amejiunga kifurushi mpaka inaisha haraka hivyo. Tafadhali sana ndugu zangu ambao bado mnaendelea nayo mambo acheni. Yeah, hapo wameweka kwenye hii gazeti wameweka mavisu mavisu maviso wewe, unakata unakatakata, maviungo baadaye. Kwanza ukata viungo vya, vya mboga na nini, unaenda kukata viungo vya binadamu, ili kuna haja gani? siku tatu mtu anakaa kwenye ndoa. Habari nyingine kuu, juzi tulisoma habari ya kwamba robo tatu kidato cha nne wamepata F <laughs> ila leo <laughs> niwape mbinu, niombe serikali chukueni wanafunzi wote kidato cha nne wanaofanya mtihani kidato cha pili peleka maabusu. <laughs> Inasema uh, ah, habari inasema mahabusu wang'ara matokeo mtihani ya kidato cha nne. Sinaona wakiwa kule wana focus. Peleka maabusu kuanzia mwakani waheshimiwa. <laughs> Pelekeni watoto maabusu. Jeshi la magereza limeonyesha matokeo ya chanya ya jitihada zake urekebishaji baada ya maabusu kumi na mbili waliokuwa gereza la Babati mkoani Manyara kushiriki mtihani wa taifa wa kidato cha nne mwaka jana na kufaulu. Hiyo wa bado naipata ukurasa wa nne katika gazeti la Nipashe. Mambo kumi yatajwa sumu inayovuruga ndoa <gibu> unajua, ndoa inaanzaga vizuri tu, mnaanza hani sisi sii nini, baadae kikisha umana mnaitana majina ya, ya wanyama mbwa, ng'ombe <laughs> mlikuwa mnalala mnakumbatiana hivi, bado utasika, kwani uwezi kupumulia ukutani? Ila ndoa, ah, nachoka mimi. Habari nyingine, gazeti la Nipashe nasema mapya ya hatari, bodaboda -boda na staili ya kung'oa Said Mira hivi boda boda ushe kuda au boda boda wale wale ngoaga Side Mira, unakuta amengoa hiyo Side Mira, alafu amevaa ka, ka, kaushi zile ni kaushi, ni vest, ni vest, alafu ile naniliu yebo yebo, sio ndala, ni yebo yebo ameninginiza hivi, alafu <laughs> amekaa upande. <laughs> Ukimuuliza hapo, ah, mwenge shingapi? Utasikia elfu tano unaambia na buku, anakuambia twende. Ah, the rest hey, utasimulia hiyo mwendo na akifika kwenye malori utasikia, bro, haya maisha bora mtu ujiue. We si unishushe kwanza, ndio ujiue. Hey, boda boda ah. mm. Hilo ni gazeti la Nipashe, nikiangazia sasa gazeti la habari leo, gwiji la habari Tanzania, inasema TMA, mamlaka ya uh, utabiri wa hali ya hewa Tanzania, yatabiri uwezekano wa hali mbaya masika ya. Sasa ndugu zangu, uh, niombe wale ambao tupo mabondeni tuanze kuhama mapema, usio ukajiona umeamka kama vile ulikuwa unaota kwamba unaogelea <laughs> kumbe ni kweli, ukajikuta unaogelea, au kama godoro lako limezungukishiwa lile na fuko la la, la, la nailoni, eh, plastiki, ukakuta tu uwe na godoro kama boti eh, unajikuta mto Msimbazi, na baadaye bahari ya Hindi. Ndugu yangu, hama bondeni. Lakini wale ndugu zangu wa kununua miamvuli, nunueni mapema, maana sasa hivi mwamvuli ni buku Ikifika masika mwamvuli huo huo wa buku utauziwa milioni, sema bilioni. habari <laughs> kuu katika gazeti la Habari Leo inasema Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan avuta wawekezaji zaidi a uh, UAE, United Arab Emirates kule ambapo Mheshimiwa ameenda kwa ajili ya ziara uh, uh. Ndugu zangu, sisi vijana wengi wanakuta kuna vitu huwa tunavuta eh, kwa ajili ya kupoteza network, lakini oneni, mheshimiwa rais badala ya kuvuta vitu vingine ameamua kuvuta uwekezaji ambao ni tija na manufaa kwa nchi. Hehehe, makofi. Hehehe. Habari nyingine katika gazeti la habari leo inasema Mheshimiwa Migulu ataka urahisi mikopo ile ya bilioni sema bilioni mia mbili bilioni mia mbili <laughs> hey, hey, urahisi si so, unaambia a nida hivo? Wapi unaleta nida? E, leta nanili usiu kitambulisho le unapeleka, leta siu barua kutoka serikali unapeleka, leta siu wadhamini watatu unapeleka, leta yule x wako aliokuwa naniliu usiu nii unapeleka, leta mwalimu wako wa sayansi form four unapeleka, siu leta ile nani nguo yako ya kwanza kwenye gradu ya ya nani unapeleka si eh, madude yote hayo ya nini mtu? Mikopo ni ya kwetu, ndio maana mheshimiwa <laughs> waziri mkuu amesema urahisi uwepo, eh, masharti mpaka mtu unaanza kuogopa. Hilo ilikuwa ni gazeti la Habari Leo nikiliangazia. Sasa gazeti la Mwananchi, Mwananchi Mwananchi nasema vita kupigania uhai, vitengo vya dharura, vitengo vya dharura wagonjwa wa dharura na wale wa ajali wanavyosota bila kupata huduma. Ukifika pale kwanza, unakuta kanajisha huu, unavuja damu wewe, hujaona wenzako hapo mochwari, wenzako hapo mochwari, unakufa wewe, huku unakaa tu, unasema unavuja damu. Ehe, bima ipo wapi? pigia ndugu zako. Sasa nesi, nimekatika mikono amna, wapigie kwa nani? niko katika mikono ndo sababu. Ukifika pale, nakwambia eh zile kero za dharura pale emergency umeona, sasa ni vita Hospitali zikiwekwa mbele malipo, unaona waathirika wasimulia, serikali yaeleza mwongozo kwisha. Mwongozo umeshatoka. Habari nyingine katika gazeti la Mwananchi inasema, hukumu ya waziri na wenzake ya bilioni tatu pointi moja nane yapingwa pingwa. Hiyo pointi moja nane si ndo ilikuwa ni ya kutolea, eh, Mheshimiwa uh, Jeris la ambaye ndiyo alikuwa ni mwenye kitengo chake pale uh, alikuwa na hiyo hukumu ya kutakiwa kulipa hiyo bilioni 3.18 kwa ajili ya kuvunja ile nyumba ya ndugu yetu kimakosa, na sasa imepingwa. Wanasema ah, atoi mtu leo, lazima turudi tufanye review tena. Mchezo ni hilo. <laughs> Ni gazeti la Mwananchi, lakini gazeti la Mwananchi pia imeendelea kueleza habari ya mheshimiwa waziri mkuu atangaza kiama vinara wa mikopo. Kama tulivyotangulia kusema awali, vinara wa mikopo unakaa hivi, unawaza tu, una mtu, unashindwa kulala, unashindwa kufanya vitu vingine kwa sababu eh, umekaa kwenye mamikopo muda mrefu. Mheshimiwa amesema A -a. Vinara la mikopo, hebu njoni umejisajili kwanza <laughs> Tukiangazia sasa habari za michezo, tuanze na gazeti la Mwanaspoti. Msimamo wa Yanga

Young African Sports Club kutoka Tanzania yetu, tuombe Yanga mema, ndugu zangu, anasema tuombe Yanga ifanye vizuri <gibu> ila <Hilo> unafiki. Mimi kai nianza kuiombea Yanga asubuhi, mkafungwe na nyinyi, ole wenu, mfungwe leo. Ijumaa ni Pamba Jiji dhidi ya Coastal Union saa nane mchana pale Kirumba. E, lakini hapana nyingine, katika gazeti la Mwana Sport inasema Kibu achomolewa Simba. Jamani, kumbe mlimchomekaga Simba nani? Kibu na msemi kiungo msauzi, asikilizia kigogo, afichua jambo. Je, ni jambo gani hilo na kwa nini wamemchomoa kibu wa watu? Je, wameenda kumnyoa zile rasta? Eh, au wameenda kumpiga leo lilikayo ni pana au imekuwaje kumchomoa kibu eh Simba jamani eh? Gazeti ni Pashe. Uh, katika kurasa za michezo sema, wachezaji Yanga waidiwa mamilioni endapo watafanikiwa kupata ushindi kwenye mchezo wa kesho dhidi uh, uh, kwenye ligi ya Mabingwa Afrika dhidi ya Asfa Rabat mamilioni, eh, namuona dogo Okelo, okay, hapa eh, mtoto mdogo hivi anacheza mpira baada ya kukaa huko sasa, akampeleke okay, shule anapiga hela huko ila vipaji eh, utafanyaje sasa eh, eh, eh, eh. Simba kumkosa Nangu eh, jamani, Simba kila siku jamani, Simba kumkosa Nangu. Kagoma rejee kikosini, kwisha amegoma, afu amerejea kikosini. Niliwaambia Warabu alienda na jina lake, lakini ona kilichowapata Kagoma, huyo hapo ndani ya nyumba E, katika gazeti la habari leo michezo nasema vigogo riadha mikononi mwa TAKUKURU. <laughs> kwani ukukimbia, m-m-mpaka udadiliwe issue za rushu? Eh? Ukimbia si unakimbia eh? Eh? Hmm, tu kwa spidi yako yote, kwa nini sasa? Kwa hiyo tu, tuangalie tuangalie namna ya kufanya hapo <laughs> waheshimiwa TAKUKURU pamoja eh? nao vigogo wa riadha tunafanyaje eh? tunafanyaje Habari nyingine inasema Simba yamkiingia kifua mo. mo. Simba kishinda mo anawekeza ikipigwa Mangungu. Hatari sana. Gazeti la Mwananchi kurasa za michezo yanasema mamilioni yampeleka Kibu Libya. Mamilioni. Bye bye Kibu kwenda Libya kukiwakisha, kukiwakisha kule mboyo, ukishinda unarudi na nilo. Simba Simba zinasajiliki mchezaji wote anayerudi rudi ukishinda huko kwenye nani hiyo. Gazeti la Uhuru katika kurasa za michezo inasema Mangungu anasemaje? Mangungu sina mpango wa kujiuzuru kila <laughs> kuna watu wanajua kushinikiza, unakandikwa likofi vile, unasemwa, unazomewa, unang'ang'ana. Sasa nyinyi madada ambao mnatafuta mahusiano, tafuteni mtu mwenye roho ya Mangungu. <laughs> Unampiga unamchichi una nini na bado anakwambia sina mpango wa kujiuzuru ila Mangungu, eh wewe, mzee wewe, umejua kushikilia. Siku zile ule mnaitaga manzoki kwenye nani ile, alafu hata hujamsajili wewe. Hiyo habari utaifuta kwenye issue ya manzoki au kumleta wali msajili kwenye ile mkutano wa uchaguzi? <laughs>